Ili upate mkopo wa pikipiki ni lazima wewe muhusika uwe umetimiza vigezo. Kwenye video hii nitaenda nikupe vigezo lazima uwe navyo baadhi, ili uweze kupata mkopo wa pikipiki. Kigezo namba moja ni kianzio, mfano kianzio inaweza ikawa laki tano, lakini kumbuka kianzio inakuwa inategemeana na kampuni husika, kianzio kampuni walichojiwekea. Kigezo namba mbili ni kitambulisho cha taifa. Kigezo namba tatu ni uthibitisho wa makazi, mfano kutoka serikali ya mtaa kigezo namba nne ni dhamana. Kwa baadhi ya taasisi, inaweza ikawa mtu wa kukudhamini au kitu chenye thamani. Na kigezo cha mwisho ni uwezo wa kulipa. Kwa kizungu, hii inaitwa proof of income, ushahidi kuwa una kipato cha kulipa mkopo au unaweza kuonyesha biashara yako, ajira au shughuli unayofanya.